Majina ya walioitwa kwenye usaili uchaguzi mkuu jimbo la Bukoba mwaka 2025 ni kama yanapoonekana. Waongozaji wapiga kura kufika kwenye usaili tarehe 5 mwezi wa kumi 2025. Usaili utafanyika tarehe 5 mwezi wa kumi katika shule ya sekondari Ihungo kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Orodha ya walioitwa kwenye usaili imeambatanishwa na tangazo hili. Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Bukoba mjini Majina yenu ni kama yanavyoonekana, wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura. Hapa kuna kata, kuna jina la mwombaji, alafu kuna ukumbi wa usaili. Kwa hiyo hakikisha unaona jina lako hapa, na PDF hii utaipata PDF nzima katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii, ili uweze kusoma majina yako pale vizuri. Hapa kuna Stephen Stephen Rudaheza Meshak, alafu kuna Benita Ajuna Arone, kuna Silvanus Kaizenge Nyachibara Maseke, alafu kuna Rebecca Samuel, kuna Emmanuel Simon Ponela. Majina ni mengi, si mtaweza kuyasoma yote haya majina. Majina ni mengi sana ya walioitwa kwenye usaili jimbo la Bukoba. Hii hapa ni jimbo la Bukoba, na kwa update zote za ajira, elimu unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika channel hii, like video hii, lakini pia share video hii na wengine wengi zaidi. shule ya sekondari Ihunga. Kwa hiyo usaili utafanyika katika shule ya sekondari Ihunga tarehe tano mwezi wa tano ambayo ni siku ya kesho Jumapili, ni siku ambayo usaili unakwenda kufanyika. Hakikisha umeiona video hii, na ukiona video hii share na wengine wengi zaidi ili waweze kupata Aa, majina yao waweze kuyaona majina yao walioitwa kwenye usaili <coughs> ni wengi sana walioitwa kwenye usaili. Majina walioitwa kwenye usaili ni majina mengi sana, waja tuone ni majina mangapi. Kwa hiyo hakikisha umeipata video hii, kuna majina zaidi ya elfu moja kuna majina elfu moja na themanini na saba ya walioitwa katika usaili kusimamia vituo vya kupigia kura katika jimbo la Bukoba. Jina langu ni Feaboy, karibu na asante.